Juu e, bwana Mwijaku ameweza kuonyeshwa unyonge e, na msanii Damon Platnumz na pia mabodyguard wake wale, yani mabodyguard wa Damon Platnumz wameonyesha unyonge Mwijaku. Hii ni baada ya Damon Platnumz kutangaza kuwa ataweza kufuturisha watu e, ataweza kufuturisha a, watu kwa ajili ya Ramadhan. Sasa mtazamaji, pale mahali alikuana lazima ukiingia lazima uwe uko na kadi ya kuonyesha kuwa kweli una kibali, umeruhusiwa kuingia ndani ya rumu kwenda kula iftari e. Lakini sasa mujaku yeye kwa kuwa anajiona shujaa anajiona yeye ni kama chawa wa damu platinums e, hakuwa na kadi wala hakualikwa na wala hakuwa na kadi. Unajua mujaku kinachomfanya yeye asialikwa na damu platinums ni, ni vile huwa anamwongelea Diamond Platnumz vibaya, alafu akikutana anajifanya ni mtu mwema. Sa Diamond Platnumz akaweza kumkataa kabisa. Sa hivi baba levo ndio chawa kamili wa Diamond Platnumz, lakini Mwijaku, Diamond Platnumz ameamua kumkataa kabisa. Sasa mara ya kwanza Mwijaku baada ya kufika pale akaona watu wanatoa kadi wanaingia e, lakini yeye akataka kuingia bila kadi sasa, kuna hapo mlangoni kulikuwa na mabodyguard tele. Sasa yako akaweza kuchukua mashati na akavutwa kidogo apigwe pale e, kidogo azichape na mabodyguard e, Alipoulizwa kadi wapi, anasema mimi sina kadi e, lakini Damu Platnumz ananijua e, Watu wale bodyguard wakamwambia bwana tuna taratibu hizo hapa hapa, unaonyesha kadi unazama ndani. Kama hauna kadi e, basi unakaa nje huko kumsubiria Diamond Platnumz mpaka pale ambapo utakapomwona. E, bwana kikweli e, Mwijaku ameaibika pale e, ndio maana mtazamaji, unaambiwa fuata taratibu tu katika kila mahali, hata e, kama we ni mkubwa fulani, basi fuata taratibu inayotakiwa pale, kwa sababu Mwijaku alikuwa anamshukukia Diamond Platnumz ili aweze kupata futari, lakini kwa muda mwingi amekuwa akimponda sana huku mtandaoni, lakini baada ya kuona futari, akasema kwa kuwa Diamond Platnumz ananijua, kwa hivyo nyenye mabodyguard, nipisheni niweze kuingia ndani e, lakini wale mabodyguard wakamwambia, bwana, hatuendi hivyo, hatuna taratibu hizo hapa, ni ni uwe na kadi ndio uingie e, ndani. Lakini Mwijaku naye ndio hivyo basi, hakuweza kuingia ilipokuwa Diamond Platnumz e, ana perform, alitoka Diamond Platnumz so kwenye ile room ya kufuturu. Sasa ikawa ni kuna jukwaa fulani hapo Diamond Platnumz so alitakiwa dande ili aweze kuongea maneno mawili matatu. Sasa alipodanda pale, basi Mwijaku naye akawa sasa ha, inabidi amfuate Diamond Platnumz so alete shobo ndio ili aweze kuruhusiwa kwenye eh, tamasha lile la kufuturu, lakini baada tena Diamond Platnumz amepanda kwenye stage ama kwenye red carpet kama ambavyo wange wange Waingereza wanasema e, baada ya Diamond Platnumz samedanda kwenye red carpet ama kwenye stage, Mwijaku akawa anamfuata nyuma kwa nyuma, yani cha mradi tu alete shobo ili aweze kuruhusiwa, lakini wale bodyguard wakamzuia wakamwambia, bwana, hapa tuna taratibu hiyo pia e, tumekwambia e, hapa aliyetajwa aweze kutumbuiza na aweze kuongea ni Diamond Platnumz sasa anayemfuata ni bodyguard wake. Wewe unamfuata kama nani e? Bwana Mwijaku leo ameona siku ndefu kwake, yani kila pahali alipogusa alikuwa pako moto e. hakuweza kufanikiwa kabisa kukutana na Diamond live live, alafu Diamond Platinum alikuwa anamuona, lakini hakutaka kumshughulikia, sababu kuna muda huwa anaongea mambo ya hovyo huko mtandaoni e, huyu mwijaku e bwana. Hayo ndio ambayo ameweza kumtokea mwijaku hadi kumfanya aweza bwana ng like pale share pia, na uh, na share kwa marafiki zako nao waweze kuzipata habari hizi zinazo trend hapa maeneo ya Dar es Salaam na maeneo ya Tanzania nzima. Niambie e, kuwa mjaku ni, ni mnafiki ama si mnafiki kama Diamond Platnumz na mabodgard wake wamemkataa wakati wa Ebu basi unalionaje swala hili e, mtazamaji wangu ndondoshie comment yako hapo, kama unasema kwamba kama unaungana na Diamond Platnumz kwa kitendo alichomfanyia Mwijaku, ebu basi ni ndondoshie comment pale, ama kama unaona e, mabodguard na Diamond Platnumz wamemfanyia vibaya Mwijaku, sio kumnyima futari, basi nigongeshe like pale na pia nieke comment katika comment section e, ya Umbea Media a, TV.